Baada ya mbio tarehe ishirini na nne. Sisi waandaaji e, waalikwa wote walioshiriki tukio hilo pamoja na wadhamini wetu tutashiriki kupanda miti chini ya mlima Kilimanjaro. Miti hii tayari imeshaandaliwa na TFS. Kwa hivyo, wote tutashiriki kufanya zoezi hili ambalo ni zoezi kubwa na zoezi ambalo litaacha alama kubwa sana katika uh, tukio letu la Rombo Marathon and Festival. Kwa misimu iliyopita CSR yetu, makusanyo yetu hayakuwa yanakwenda kwenye miti. Tulitoa misaada kwenye shule, kuna baadhi ya shule ambazo ziko pale around Rombo na mahospitali, kwa ajili ya kuboresha na nini, vilifanyika kwa msimu iliyopita, lakini kwa msimu huu sasa wa 2025 kwa kushirikiana na wenzetu wa TFS ambao ni Tanzania Forest Reserves uh, Services, wameandaa miche ya miti 10,000 kwa ajili ya kuipanda. Kwa hivyo matarajio yetu kwamba kila mdhamini atapewa idadi, bado utaratibu unaendelea kufanyika, idadi ya miche kadhaa kuipanda, na kama ikiwezekana, nyinyi wadhamini sasa mnaweza mkasuggest nini tena kifanyike. Sisi kama chama cha riadha Tanzania tumekuwa tukifaidika na na, na, na, na, na mbio hii, kwa sababu wanaleza, watu wengi sana wamekuwa kupata zawadi zile ambazo mnazitoa, zawadi kubwa ambazo mnazitoa, na wanapokuja pale wanaleta ushindani, wanashiriki, wanaleta ushindani na timu yao, wanachukua zawadi na kuongeza pia muda wa, wa muda wao ambao Wana, wana, wana, wanaweza kushiriki mashindano ya kimataifa kule nje ya nchi mashindano mbalimbali. Kwa hiyo ni tunawashukuru kwa upande wenu wadau ambao mnasaidia sisi kupata wanaleza wetu bora elite runners wa Kinasimbo ambao wanafanya vizuri kwa nje ya nchi. Tunafurahi kwa sababu lengo la mwaka huu ni kupanda miti, na moja ya sera zetu za benki uh, tuna sapoti mambo mbalimbali mbali, ikiwemo ni mazingira. Kwa hiyo tunaunga mkono sana juhudi za serikali katika ku endeleza sekta kama hizi.